Mwezi huu wa kumi, tarehe ishirini na mbili katika utume wa familia ulimwenguni kote, tunaombea amani. Amani ndani ya mioyo yetu, amani katika familia, amani katika ulimwengu huu wote. Na usisahau hapo kwenye description, kuna linki inapita, usisahau kujisajili, ili tuunganike pamoja ulimwenguni kote kuombea amani, amani katika familia zetu na amani ya ulimwengu mzima. Na siku hii ya leo tutazungumza juu ya amani. Uh, asante sana. Amani ambayo tunaizungumza leo, Grace. Tunazungumza juu ya amani ya tunasema amani binafsi. Amani ambayo vijana wengi tumekuwa tunapita katika hiyo changamoto. Yaani, tunakosa amani ndani ya mioyo yetu sisi wenyewe. Sasa, labda leo tutakuwa na mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza tusaidia katika hatua ambazo tunazipitia ili tuweze kuwa na amani ndani yetu hata kama tunapita katika changamoto katika mambo magumu kiasi gani, lakini amani binafsi ni jambo ambalo ni muhimu sana na mm -hmm. Uh, labda uh, kwa kuanza unawezaje uh, wa kuipata amani ndani ya moyo wako binafsi, yani wewe mwenyewe, hata kama uko katika magumu, unawezaje kuipata amani? Kwanza kabisa labda kwa kumshirikisha Mungu, si ndio? mm -hmm. Unakuwa ni mtu ambaye ambaye yani uwe mtu wa sala, mm -hmm. uwe mtu wa imani, mm -hmm. ambapo sasa utakapokuwa muda mwingi unautoa katika sala unamshirikisha Mungu katika mambo yako hata kama unapita katika changamoto gani, unajua kwenye, kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu kuna namna tu, utasikia kuna sauti tu inayokuambia kwamba hapa ni kweli ni gumu mm -hmm. lakini nalo litapi, mm -hmm. litapita. Kwa hiyo unafika tu mahali unakuwa na amani hata kama unapita kwenye changamoto, lakini kuna namna tu ambayo inakuja kwenye moyo wako. Aha, sasa nimekupata. Lakini nataka nikuulize swali moja. Naam. Ninaweza nikaa ninapita pagumu ambapo wakati mwingine naona hata sala kama iweze kunisaidia kwenye maisha yangu mm -hmm. na wakati mwingine naona mm, nimechoka sana, siwezi kusali. Hasa yani unanisaidiaje mimi, yani mimi kama kijana ambaye ninapita kwenye huo wakati ambao unaona ah, hata ina haja kusali, unanisaidiaje ili sasa, ili niweze na mimi kusali nipate hiyo amani ya moyo? Unajua Grace, hmm. kuna, bi, eh, kuna vitu kadha wa kadha ambavyo uh, binafsi ukiviweza kuvimaintain yani, wewe mwenyewe utakapokuja kumshirikisha Mungu kwenye sala hivyo vitu vyote, yani unaona tu amani inakuja. Kwa mfano Uh, kuna hili tatizo ambalo vijana wengi tumekuwa nalo la kutokuwa na na yani, hautaki kukubali uhalisia, hautaki kukubaliana yani na mm hali -hmm. Unajua, kwanza lazima ukubali kwamba changamoto mm -hmm. ni sehemu ya maisha ya mwanadamu mm -hmm. ya kila siku mm -hmm. yani, hata uweje hakuna mahali ambapo utapita usikutane na changamoto. Sasa changamoto ambayo tunakutana nayo vijana kubwa ni kwamba hatutaki kukubali kwamba kuna changamoto ambazo ni lazima tukutane nazo kwenye maisha. Kwa hiyo anapokutana na changamoto, huyu kijana anaanza kuona kama vile, anaanza kujilaumu, pengine labda yeye ni mkosaji sana, pengine labda... Ndio maana hata utakapofika, unataka kusali, ndio tunakuwa na yale maswali ya kwa nini Mungu, kwa nini mimi Mungu, kwa nini mimi. Lakini kumbe kabla hujalaumu Mwenyezi Mungu, fikiria kwa manza, je, changamoto watu wote ambao wamewahi kuwepo duniani, kuna mtu ambaye alipita bila changamoto? Kila mtu alipita kwenye changamoto, si ndio? mm. Unapokuja kukubali kwamba kumbe changamoto ipo na pengine ni sehemu ya somo fulani mm. Kwamba napita kwenye changamoto hii ili baadaye niweze kufika kwenye jambo fulani, hilo ni jambo la msingi sana la kwanza la kukubali oh. Changamoto ninayoipitia pia naweza nikasema. hata hata Baba yetu jioni nikasali na hiyo Baba yetu nikisali, kanipa nini? kanipa manakeni, no ni pia ikanipa nini? ikanipa amani. ko cha msingi maanake ni changamoto unayoipitia nikubali kwamba sio mimi tu wa kwanza kupitia changamoto si ndio eh? Kabisa, yaani hilo ni jambo la msingi sana. Lazima ukwanza ukubali kwamba hili eh, hii ni sehemu ya, ya maisha, maisha lakini pia kitu kingine ambacho nakiona kwa vijana wengi sisi hmm. tuna tunageuza mtazamo, tunaanza kufikiri negative mm -hmm. Yaani sasa baada ya kukutana na changamoto kidogo mm -hmm. badala ya kuanza kuwaza positive tunaanza kuwaza mtazamo chanya mm -hmm. badala ya kuwaza chanya tunaanza kuwaza hasi mm -hmm. kwamba sasa hapa nilipofikia mimi ndio basi tena kama maisha yangu ndio yameshindikana pengine so. Lakini hapana, unatakiwa ili uvuke hapa, uwaze chanya kwamba hii imekuja, ok, ni changamoto imetokea, lakini sasa katika haya mazingira ninatokaje? mm. mm. Wakati unafikiria kwamba unatokaje, ndipo sasa unamuita Mwenyezi Mungu kwamba nimekubali, yeah. ni changamoto lakini sasa natokaje hapa? mm. Ndio narudi kwa Mwenyezi Mungu kwamba baba yetu, aha, naomba sasa unifundishe kutoka katika changamoto hii Aha, kwa hiyo nataka kuniambia kwamba changamoto tunazokuta nazo ni funzo. Ni funzo. Aha, kwamba nikichukulia hilo kama funzo, inaweza nikatoka na ikanisaidia pia wakati mwingine nikikutana na changamoto kama hiyo, nijue namna ya kuita tu. Lakini pia mtu mwingine akikutana nayo, nimwambie aha, hii hapa unatoka moja, mbili, tatu kwa sababu nimechukua kama funzo. Na ndio nilikuwa nakuja hapo kwamba unajua kuna kuna hii wanasema unatakiwa kuwa mtu wa kui, pia katika hizo changamoto uzungumze na watu ambao nawaamini ili uweze e, kuwashirikisha mm. Kwa hiyo katika kuzungumza na watu ambao nawaamini mm. Ndio pale ambapo sasa unaweza kuta mtu unayemwasilishia changamoto yako, na yeye pengine aliwahi kupitia changamoto kama hiyo, na pengine ilikuwa zaidi ya mm. hiyo. Alitokaje? wakati wewe unapokuwa mwazi kwake mm. na yeye atakuwa mwazi kwako, kukushirikisha kwamba kwenye hili bwana, mimi niliwahi kukutana na moja mbili tatu unaona mm. na nilifanya moja mbili tatu, ni kweli kilikuwa ni kipindi kigumu okay, lakini katika ugumu huu nilifanya hiki nilifanya hiki nilifanya hiki, na mwisho wa siku nikaweza kutoka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ni muhimu sana, ni muhimu sana kufikiria na kuwa, eh, lakini sema, uh, si kila mtu anafaa kuelezwa. Yeah. Hilo pia tunatakiwa tuangalie, kwa sababu kuna mwingine anaweza ukamueleza, ndio unampa filimbi. Anaingia naye huko mtaani. Yeah huko mtaani kuanza unaona. Kwa hiyo, hivyo vitu pia ni vya kuangalia, nani unamwamini na nani ni muhimu kwako, ambaye unaweza kumuelezea changamoto zako mm. na pengine unaona kabisa huyo mtu nikimfikishia jambo hili mm. anaweza kabisa akanieleza jambo ambalo litanisaidia na mimi kutoka katika changamoto, changamoto oh. za sijajua kwa kijana mwenzangu kwamba amani ndani ya moyo wangu inaweza kawa imeondoka, kweli, labda kutokana na la changamoto niliokutana nayo, lakini kwa kumshirikisha Mungu inaweza kupata amani ambayo moyo wangu sasa utakuwa uko sawa. Lakini wakati mwingine pia napaswa kuwashirikisha watu ambao nawaamini, watu ambao wanaweza kuwa ni msaada kwenye maisha yangu, kwamba wanaweza kawa walipitia hiyo changamoto na hiyo changamoto, kwa sababu waliipitia wakatoka, na mimi wanaweza wakanipa hiyo njia walioitumia, wakafanya nini wakatoka, wakatoka. Na kuna jambo lingine pia Grace, uh, vijana tumekuwa tunakumbana na hali ya kuto kujisamehe mm -hmm. Unaona, yani, wakati wa harakati zetu za maisha wakati unatafuta mm -hmm. kuna wakati labda unaweza ukafanya makosa mahali fulani mm -hmm. Kwa mfano labda umepata mahusiano fulani mm -hmm. hayo mahusiano unaingia nasema, unaingia mzima mzima kwamba eh, huyu mtu naona ninaweza nikafika naye mahali fulani unampenda anakupenda, mnaanza safari mm -hmm. mmeanza safari mmefika mahali uh, labda barabara imekatika daraja limekatika eh, mabaki upande ule kule na yeye amebaki upande wa huko eh. Mnafanyaje? Kwa hiyo e, um, mtu anafika mahali anakata tamaa kabisa anaona kwamba kwa hiki kilichotokea, pengine mimi ndio niliyekosea mm -hmm. na pengine si tu kwenye mahusiano, hata kwenye maisha ya kawaida, kwenye utafutaji, labda kuna mahali labda ulipata jambo fulani ambalo lilikuwa ni kama fursa kwako mm. Lakini ukashindwa kulitumia vizuri ili likusaidie kufikia malengo yako mm. Likapotea, alafu baada ya hapo ukaja ukakutana na hali fulani ngumu. Baada ya kukutana na hali ngumu, sasa huyo mtu anaona ni kama yani alifanya makosa ambayo hastahili kusamehewa, kwa hiyo anashindwa kujisamehe yeye mwenyewe kwanza, anakuwa anaishi kujilaumu. Mm -hmm. Na wanasema kunungunika na kulalamika, hiyo huwa ni tabia ya maskini, yani unautafuta umaskini mwenyewe, kwa sababu unapokuwa unatumia muda mwingi kunungunika na kulalamika na kushindwa kujisamehe, maanake unajizuilia wewe mwenyewe, fikra zako unazifunga, hauwezi tena kuwa, wa, yani kuanza kufikiria kitu kingine kwamba kuna hatua naweza nikapiga, kuna naweza nikafanya kuna kitu naweza nikafanya ambacho kanitoa hapa nikaendelea mbele. Wewe badala ya kufikiria vitu kama hivyo umebakia hapo, umefunga fikra zako kuanza kujilaumu mwenyewe kwamba mimi bwana hapa nilishafanyaga kosa yani, wewe ni, <mimu> eh, ni siwezi si kwenda si tena eh. Kwa hiyo mtu anabakia hivyo. Hiyo ni, ni mbaya sana. Kwa hiyo unatakiwa ufike mahali uone hii hali kwamba okay, ilishatokea ilishakuwa, ni changamoto ndio imeshakuwa hmm. Jisamehe na kama kuna mtu ambaye alishiriki hmm. katika hilo msamehe, alafu baada ya hapo mwondoe kwenye njia yako taratibu tu kistaarabu, alafu songa mbele. Ndio maana wanasema kwenye maisha kuna vitu na watu lazima waondoke kwenye maisha yako, haijalishi wanaondoka kwa namna gani, aidha ni kwa maumivu mm, au ni kwa kwa kutabasamu mm, lakini lazima waondoke ili uweze kupiga hatua moja kufika eneo fulani mm. Kwa hiyo jisamehe, samehe, kama ni wa kuondoka muondoe, songa mbele, wacha kulalamika, wacha kujilaumu, hapo ndio maisha. Maanake tunarudi pale pale kwamba kila kitu ni funzo kabisa kwamba hata kama nimekosea maanake hiyo nichukulie kwamba ni funzo ili wakati mwingine sifanye nini nisikosee kabisa. Haa. Yeah. Sasa basi mm -hmm. kama hayo yote yanaweza kuleta amani ya moyo sindio? mm. Basi kuna kitu kinaitwa Rosari Takatifu. Nehe. Katika Rozari Takatifu kuna matendo mbalimbali mbali. Kuna matendo ya mwanga, kuna matendo ya uchungu, kuna matendo ya furaha lakini pia kuna matendo ya nini ya utukufu, utukufu. Nadhani pia haya yanaweza kuwa pia ni, ni chanzo pia ya amani kwenye maisha yetu. <coughs> Maana tukitafakari kwa mfano kwenye matendo ya uchungu tunaona vile Yesu alivyoteseka. Kwanza anasalitiwa eh, na mtu wa karibu kabisa ambaye alikuwa ni mwanafunzi wake. Sisi tunaona namna hiyo kabisa He. Alafu lakini tu sio kusalitiwa, bado anakuja anakanwa eh, anakana na watu wake wa karibu kabisa. Kwao manake ni, mimi nikatafakari kwamba ah kuna watu wa karibu wanaweza katukana. Lakini pia watu wa karibu toao mimi wanaweza katusaliti. Lakini sasa tukichukua mfano wa Yesu, hayo yote aliyapitia lakini akasema kwamba Baba, uwasamehe, uwasamehe. Manake tena tunarudi kwenye nini? Kwenye msamaha. Kwenye msamaha kwamba hata kama tumesalitiwa, tumekataliwa, tumekanwa, je, tufanye nini? Tusamehe. Tusamehe. Maana tunaposamehe pia ndo tunapata amani ya nini? Ya moyo. Lakini pia nikakumbuka kwenye matendo ya furaha, kwenye yale matendo ya furaha yanaelezea furaha. Inamaanisha pia kwenye, kwenye maisha yetu tunakutana tunakutana na hali za furaha mm -hmm, ambazo zinatengeneza amani kwenye nini? Kwenye mioyo yetu, kwamba hizo hali za furaha tunavyokutana nazo mm -hmm, tuzitumie vizuri mm -hmm, ili tutengeneze amani ya kutosha ndani ya mioyo yetu ambapo tunapokutana sasa na uchungu au na mateso, ile amani tuliyokuwa nayo tuanze ku reflect kwamba ah ah, lakini hii mbona niliwahi kuwa na furaha na niliwahi kutengeneza furaha? Inamaanisha hata katika hii hali ya uchungu naweza kutengeneza furaha ambayo inaweza sababisha amani ndani ya moyo wangu. Natembea na kaakiba, kaakiba ka furaha. Sasa kuna furaha, inamaanisha napo ninapokutana na changamoto tunasema ah ah, kuna wakati lakini niliwahi kuwa na furaha. Kwa nini ile furaha niliipataje? Ile inanisaidia pia wakati wa mateso, wakati wa magumu, wakati wa changamoto, ninapokuwa nimedhuru mio natengeneza nini amani ndani ya nini? ndani ya moyo. Lakini kuna matendo haya ya utukufu. mm -hmm. haya anamwelezea Yesu Kristo anavyofufuka, anavyopaa mbinguni, ni mambo mengi yani yale mambo ya utukufu, utukufu. Utukufu. kwamba kuna kwenye mm -hmm. maisha yetu kweli kuna vitu vinaweza vikawa vimekufa, inawezekana mtaji, kazi imekufa yaani vitu vingi vimekufa, lakini tukifikiria kama ulivyosema kwenye hali ya uchani mm, hivyo vitu pia vinaweza vikafufuka. Ehe, vinaweza sasa. Kufufukaje? kutengeneza ile mtazamo uchani kwamba kwenye hii biashara bana, nimefanya nikapata hasara, kwamba ninaweza pia nikafanya, lakini nikapata faida, sio nitakuwa napata hasara kila siku. Na nikifanya hivyo, maanake sasa, nikianza sasa kutengeneza hiyo hali ya mtazamo wa utukufu kwenye hiyo biashara ambayo ilikuwa imekufa, nikafanya vizuri, manake pia nitaanza kupata nini? Amani ndani ya moyo wangu, nikaona ni kama inaweza pia kupata amani kupitia Rozari Takatifu. Inawezekana kabisa, Grace. mm -mm. inawezekana kabisa. Sasa shida ni kwamba sasa sijui maana, kuna wanasema pia namna ya kupata nyingine nzuri namna ya kupata amani pia mm -hmm. Ni u, u, utafute kufanya kitu ambacho wewe mwenyewe unakipenda uh -huh. Sasa swali linakuja vijana <laughs> wanapenda rozari? mm -hmm. <laughs> Hapo, sasa. <laughs> Hapo ndio kwenye changamoto, <laughs> lakini pia hiyo sio shida kwa sababu si kila kitu unachokipenda eh ni kwamba ulikuwa unakipenda toka mwanzo. Unajua kuna vitu vingine unajifunza kuvipenda, na kulingana na mazingira ambayo unapita na hali fulani fulani ambazo unakutana nazo mm. Kwa mfano mzuri, tunapozungumzia vijana, ukizungumzia mm, mifano ya mahusiano inaenda <laughs> inagusa moja kwa moja, inapenya ndani ya moyo, nasema inapenya kwa moyo <laughs> okay. Kwa mfano, uh, uliwahi kuwa na, na mpenzi mm -hmm. Labda huyo mpenzi akawa anapenda sana kusikiliza wimbo wa Mama Maria mm -hmm. Yaani wewe ulikuwa upendi kabisa nyimbo za Mama Maria mm -hmm huyo mpenzi akawa anapenda kusikiliza wimbo wa Mama Maria, yani kila ukikutana naye huo, ah, wimbo lazima tu atausikiliza, yani wakati anausikiliza na wewe upo mm -hmm. Yani utakapokuwa unamkumbuka, inawezekana ukawa unamkumbuka yeye na wimbo wa Mama Maria, unaona mm -hmm. kwa hiyo inafika mahali unajikuta una na wewe unaupenda ule wimbo, ndio, lakini umeupenda ume kwa sababu ya ya mtu mwingine amekusababisha umeupenda mm. Na baada ya kuupenda huo wimbo, mwisho wa siku, nawe utaanza kuusikiliza mm. Ni kweli utaanza kuusikiliza kwa, kwa sababu yake, lakini itafika mahali utakuhamisha, utakuleta kwenye tafakari, kwani huo wimbo unamaanisha nini? Utakapojiuliza kwa nini yeye anausikiliza, kwa nini yeye anaupenda? Mm. Kwa mm. kwa hiyo ye, utakapoanza kusikiliza, unaanza kujua ah, kumbe unatafakari kuhusu mama Maria Mama Maria hapa anaelezewa ana, ana nini? Labda mama wa Rosari takatifu, sijui, mama mpendelevu unaona mm. Kumbe kuna mama mpendelevu kumbe kuna mama Malkia wa Rosari, unasema hebu ngoja niangalie Malkia wa Rosari ni yupi? Anafanya nini? Kwa nini Malkia wa Rosari? Unaona kwa unajikuta tayari umeanza kuingia na una una, una una kipenda hicho kitu, lakini umesaidiwa na mtu mwingine. Kwa hiyo kumbe inawezekana kweli vijana wengi ha, hawapendi kusali mm, Rosari takatifu lakini tujitahidi kufanyaje kutengeneza mazingira ya kupenda, yeah. na tunaipendaje Rozari takatifu? Tunaipenda kwa sababu ni msaada wetu. Kwa hiyo tunapokuwa tunapita katika changamoto, utakapoisari Rozari na ukavuka kwenye changamoto hiyo mm -hmm. inawezekana ikawa ni sababu mojawapo ya kukufanya kuipenda Rozari takatifu uh -huh. kwa mfano mimi hawezi ukaniambia chochote kuhusu Rozari takatifu kwa sasa kwa sababu naijua uh -huh. Rozari naijua, naijua ilinipitisha wapi uh -huh. najua ilinisaidia kwenye mambo gani Kiukweli sio kitu cha kusubiria niambiwe nikipende, eh. Kwa sasa ni mimi mwenyewe kutoka moyoni kabisa, nina uwezo wa kushuhudia hiyo. Unaleta ushuhuda kabisa, kabisa tena ushuhuda, oh, ulio hai aha. Sasa basi nimegundua kwamba aha, kumbe unaweza ukawa hujakipenda kitu lakini sasa Unaweza ukakipenda kitu pia kutokana na mtu amekusababisha ukipende kitu. Na, na kwamba sio vitu vyote tunavyovipenda vinaweza vikawa vizuri. E, kwamba manake hapa tunachojifunza kwamba tupende vile vitu vilivyo nini vilivyo vizuri ambavyo vinaweza vikatusaidia sisi kurejesha amani katika, katika nini katika mioyo yetu na ni kupata jambo karibu sana kwa sababu unajua, mm -hmm. haya ni maisha mm -hmm. na katika maisha bado tuna mambo mengi mengi mengi kama vijana ambayo yanatusonga, mm -hmm. na tunatamani tufike mahali mm -hmm. Mm -hmm. tuna safari ndefu unajua, lakini sasa huu ujana kwa sababu ni, ni, ni, ni wanasema ni kipindi cha mpito ni mm -hmm. miaka michache sana ni miaka michache sana lakini ndani ya hiyo miaka michache tuna mambo mengi ambayo tunatakiwa kuyafanya kama vijana. Ikitokea umekosea halafu ukakata tamaa, maana yake unapoteza kitu muhimu sana. Kuna miaka ambayo inakuja, inakuwa ni miaka ya maswali yasiyokuwa na majibu, ni miaka ya mateso, miaka ya lawama, kuanza kulaumu. Oh, sijui nina watoto wanisaidii h sijui nini, yani wewe unaanza kuwa badala umwombee mtoto mema huko aliko ili aweze kufanikiwa. Sasa unakuta unaanza kumlaumu na anaanza kubeba laana na yeye, maisha yake yanakuwa ni magumu. Ni kwa sababu gani? Tulikuwa na umri wa ujana lakini hatukutendea haki, tukaurukaruka, tukapita, tukapita katika kujilaumu, kufanya mambo ambayo hayafai. Mwisho wa siku tukajikuta tunafikia utu uzima ambao haukuwa na manufaa. Kwa hiyo sasa hapo ndipo tunapoanza kulaumu, unaanza kutegemea nguvu zote zinahamia kwa watoto wetu. Mtoto naye kumbuka, kama mimi nawe tulivyo sasa hivi tunapopambana. Unavyosikia mzazi akikupigia simu kwamba nina shida na kiasi fulani, unavyobana bana, bana mpaka uipate hiyo kumtumia, na yeye atakuwa hivyo hivyo kwa sababu atakuwa haujamtengenezea ile mazingira ya kwamba labda amekuta una kiwanda Yeah, amekuta labda una biashara kubwa, labda anaendeleza tu na yeye anaanza from the scratch, wanasema mm. Kwao sasa, unakuta huyu na yeye wakati anaanza kwenye scratch, anafanyaje? Anakuwa na balance, ana balance sasa tani... ina ayeyeyeye kazi inakuwa ni ngumu, ndio pale ambapo tunaanza yeye, hawani jali yani, hawa mimi hamjui mimi nilivyowalea, shauri yenu sijui nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, jambo la msingi ni kwamba tutumie ujana wetu vizuri ili mwisho wa siku tuweze kutengeneza Uh, mazingira binafsi mazuri kwa ajili ya familia zetu za baadaye kama wazazi wajao. Mm. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi na tukutakie wakati mwema na siku njema. Kwaheri.